Yeye anapiga tatu katikati, kuna wazi. Kwa rafiki yako ndo mbaya wako. Niki kumalizia kwa sababu unashia kulifungua wewe mwenyewe fasta fasta, na maana rafiki yako wewe ndo anatoka na mkeo. Kupo. Si ntafute hiyo rafiki. Naisi kabisa kuna kitu hapa kipo Inamaana amefikia hatua wake zangu wananisaliti mimi kweli? Anyway, okay. Tajua, unajua rafiki yangu muda mrefu sana, natambua like katika maisha yangu e, ni mtu muhimu sana na heshima yetu ambayo tunaheshimiana kati yangu mimi na wewe ni heshima kubwa sana, alafu ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Endapo kama nitaamua kutafuta mtu ambaye ni mtu muhimu katika maisha yangu, amenisaidia mimi katika maisha yangu, basi wewe ni namba moja. Kwa sababu umenisaidia vingi sana katika maisha yangu. Ah. Moyo wa mwanaume ni mgumu sana Yani mpaka unafikia hatua unaitwa una mwanaume, ina maana Mungu tayari kuna vitu ameshakuandalia kuwa akikuumba wewe mwanaume na utakutana naye. Kuna uh, furaha kuna kuna huzuni kuna kulia, kuna uh, chuki kuna hasira kuna unafiki, vitu kama hivyo lazima binadamu utakutana naye, hasa kwa mwanaume. Labda tu tukumbuke kitu kimoja, taarifa nimezipata na watu wanasema inasemekana kuwa wewe cnaea kwanza, mimi tashukrani kwa kuonyesha kwamba kweli wewe ni mwanaume kwa, kwa, mwana kwa sababu kuna watu wengi sana wanaitwa ni wanaume lakini umeniita wahabibi, wenyewe umeniita hapa lengo kuniuliza ah, na bila shaka unahitaji kweli kutoka kwangu. Nami leo nakuambia, sio kweli, sina sababu ya kuficha ah. M, unatambua fika kwamba urafiki wetu si wa muda mrefu sana. Familia yako yote mimi nanifahamu na familia yangu mimi yote nafahamu. Sasa unapata wakati muhimu sana juu ya hili ambalo unalieleza, ila mimi nachohisi ni kitu kimoja tu kuna mtu ameona sisi tuna maelewano kwa kiasi kikubwa, anaamua kutaka sisi kututenganisha na sio vinginevyo. S... Kweli labda ndugu yangu, dugyangu elewa, na <result> si wanaume, maneno matamu sana eh, yani tu maneno matamu. Pindi utakapoona mwanamke mzuri au binti mzuri, umempenda aidha umemtamani, kuna vitu viwili hapa, aidha umemtamani una aidha umemtamani kutembea naye naye kufurahisha mwili wako kisha uwachane naye aidha umemtamani ule binti umempenda, ili ukutane naye kimaisha, au funga naye ndoa awe mke wako wa dhati. Kwa tuna maneno matamu sana wanaume. Kwa hiyo Mungu sisi ametupa, yaani, kiuwezo au uwezo mkubwa sana kwa kushawishi wanawake na kutuelewa, na nakuomba na, na, pengine uwashawishi wa kizangu huyu wawili akakuelewa wakubali ukawa nao kimapenzi. Basi naomba uache angalau hata kidogo kidogo, unajua kuacha kwa haraka haitowezekana. Jitahidi piga moyo moyokon, ushinde moyo wako, tafadhali sana, nakuomba ndugu. Nimekuelewa sana, mi nimekuelewa pia, natoa shukrani za dhati kwako kwa hili ulilonieleza, lakini najua jua maswali yako yote, nahitaji kutaka uthibitisho kutoka kwangu kwa kweli mimi sina mahusiano na pesa zako na hata siku moja, siwezi mimi, siwezi kusubiri kufanya kitu ambacho nimeeleza mimi. Ah, ninachohisi tu kwamba kuna watu ambao wametuona sisi tuna mahusiano yetu ya muda mrefu, tunaelewana, tunasaidiana kwenye hali na mali, kwa hiyo wametaka kutofautisha mimi na wewe, kila mtu awe kivyake, na ndio maana wanaamua kuingiza maneno kama haya. Sasa ushauri wangu, unaonaje kama huyo mtu ungemwita aje kuhakikisha mbele yangu. Yaani hakuna haja kama hicho. Eh? Kwa nini waita watu wote wazungumze kama haya wape faida ili wewe? Eh? Sisi watu wazima. Nimekuja kistaarabu basi tumana kistaarabu. Sawa? Nimekuja hapa nimeongea, nimekuuliza, umesema kwamba utembe utembei utembenina Sawa? Mimi nimekuelewa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja Tukaonana wabaya tusije tukaonana wabaya wa baadaye usije kuimbana baadaye. Kama umesema ufanye, sawa? Au tembei nao. Sawa, mimi mimi nimekuelewa wangu Kwa hiyo Mr. na tembei nao. Sawa, mimi nimekuelewa. Labda kwa vile nahisi wasiwasi wako sana, nahisi hicho tukinacho wasiwasi

oni vizuri ukapata muda mzuri wa kwenda kuandaa nyumbani kufanya usafi na kila kitu, kuwasha taa, sawa mke wangu? Kisha tuhamie sawa. Ila nitamisi sana dada. Au naonaje? Enda na dada kule, kakatnikizoea tu atarudi. Usijali, mdogo wangu, hata mi nitakumisi pia. Najua nini Napenda kuishi kama kumekumbi kila sehemu utakapokuwepo, basi wanapaanaatana. Lakini sina maana mbaya wala sina nia mbaya kama nini nawatenganisha, hapana, namni kabisa. Mtakuwa metembeleana kama zamani, na mnaishi kama mnavyoishi sasa hivi sawa. Nafikiri mpaka hapo mtakuwa mnaelewa. Mimi sina muda, basi, baadaye ufanye hivyo ah. Okay. Yeah. Bana, kwanza nimefurahi kutikia wito wangu yeah, na pia leo ni siku ya kuapumziko Jumapili kama unavyojua yeah, lakini kaanasi vibakakuta ndugu yangu hapa hapo tukutane tuzungumze kwa sababu kuna mambo muhimu sana kuongea binafsi yeah. yeah. Lakini niseme tu ukweli kikweli, ndugu yangu ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu, yaani vitu vingi sana umenisaidia, hususan kwenye ndoa zangu zote mbili ambazo nimeoa, umeshiriki kiasi kubwa sana kunisaidia. Kwa hiyo nasikia faraja sana katika nafsi yangu, lakini natamani siku moja na wewe utafute mwanamke mzuri ambaye unaweza kufanya naye maisha ukafunga naye ndoa na mimi nikashiriki kwenye ndoa yako nikafanya shughuli zote pale, nitafurahi sana ndugu yangu. Hivi, kwa nini usitafute mwanamke kuoa? Sawa rafiki yangu, nimekuelewa sana na pia nakushukuru sana kwa hili. Kwa sababu siku zote tunaambiwa rafiki mzuri, basi ushauri mazuri ishauri jambo zuri ila anachokitambua mimi, mara nyingi sana watu wanaokimbilia kuoa inawezekana kwamba hajui kutongoza, aidha hana uwezo wa kumiliki yule binti kipindi hiko kiwa katika mahusiano. Sasa anaamua bora amuoe kabisa na kumuweka ndani, ili kupiga roki wengine asimchukulie, sikia. yeah. <laughs> yeah. ukitaki niamini ule msemo ambao unaozungumzwa kuwa siku zote uli mtu ambaye afikiri kuoa wow, ndiye mharibifu wa wanawake za watu usake. Nikaamini hiyo mimi bwana, kusema kweli rafiki yako, singojeagu nipate matatizo, nipate muda wa kufikiri, ila na mwaga tukutenga muda wangu kutafakari, na licho kitafakari mimi nikapata majibu kwamba kwa dunia nzima hii kuna asilimia tano tu watu wanaoa wanawake wanaowapenda, hata wanawake kuolewa na wanaume wanaowapenda, lakini asilimia tisini na tano watu kuoana kwa maridhiano tu au kwa maelewano tu. Sasa na mimi ila sihitaji lijitokeze kwenye maisha yangu, nahitaji ni mwanamke ambaye nitampenda, na hata kama atanifanyia kosa liwe dogo, na hata nikimfumania, nimsamie, maisha yaendelee. Kwa nini nakuambia hivyo? Tuseme dunia nzima kuna asilimia tano tu watu na wanawake la wanaowapenda, lakini asilimia tisini na tano watu wana wanawake ka kuelewana kwa maridhiano na. Kwa nini nakuwa hivyo? Unaamini kabisa fulani, mi nampenda, lakini wewe mwenyewe unasema mimi sina mi sina cha kumpa. Anampita yule aliyokuwa juu, anamuona yule anamweza, ndio anayefuata. <laughs> Sasa mimi nataraji kujipanga kwa sababu kasababuta mwanamke mzuri aziabadilisha umpe pesa yako a uzuri wake atmwanamke lika nata ai ang itakuwa ni hewa tu, hiyo itakuwa ni hewa hea u ndok. Siku zote uzuri wa mwanamke sio sura wala sio shape, bali uzuri wa mwanamke ni tabia yake ambayo nayo na ukimwona mwanamke anajali sana pesa zako, anajali sana mali zako, jua mwanamke yupo kimasilahi katika ndoa yenu. Na ukimwona mwanamke anajali sana shida zako, anavumilia sana hali yako, jua huyo mwanamke ndiyo mwanamke ambaye anatakiwa ufanye naye maisha, ufunga naye ndoa. Alafu mimi naamini kabisa, katika matembezi yako ushawe kumwona mwanamke vizuri ambaye amekuvutia, ukatamani siku moja ufunga nae ndoa, akawa mke wako wa ndoa wa halali kabisa. Mimi naamini hilo. Ushawe kumuona mwanamke mwana, lakini usitaki nikaamini kuwa siku zote mtu ambaye afikiri kuoa ndio adui mmoja wa kuharibu ndoa za watu yani. Tuwache masiana, fanya ufanyane, jitahidi utafute mwanamke uoe, sawa Jitairisaa andujangu, tafuta mwanamke ambaye unahisi mwanamke ni kumweka ndani basi atakuwa ni mwanamke mwema kwangu. Sawa, sawa. Ndio, kwa ah, mambo vizuri. moya saa Sema yale hsema Sema kazi za watu tu ko kazi za watu se ningelala tu. Sema mtoto nahtari sana sea <laughs> Sa vitu vyako natoa nusunusu la leo nimeenjoy sana. <laughs> <laughs> Sa ni mm, <laughs> se sawa, hata mi mwenyewe nimefurahi sana kweli? mmhmamfurahisha sema tu kama unaenda kazini basi so usichelewe kurudi leo <laughs> kuwahi kurudi <laughs> <laughs>

Sasa, eh, sio ndio jamaa jamaa leo. Ni kweli. Sio sababu ya lako. Lakini unafanya haraka. Usijali mapema sana. Kwa. Ah, la leo bana usema kweli, sijui umekula nini. Kwa Bana umepitisha michezo ya hatari hatari, ambayo siku zote sijabahatika. Leo nimekuwa kama surprise, hakika nimefurahi sana. Kweli? Yeah. Yaani muda mwingine nafikiria vitu vingi sana.

de wala wasio na wasiwasi, sasa endeleni. Kumbe ndio maana siku zote nilikuwa ni kikuhoji kuhusu mke wangu, ukawa na kataa, sio? Wakati mwingine ikatumia mbinu mpaka kusema natimia nao wote wake zangu, ili kupata ukweli tu ta lakini pia ukawa nakata. Kumbe siku zote nilikuwa nakwambia utafute mke uoe kwa umri uliokuwa nao, sasa hivi ukasema umri wako bado uko kwa sababu kuna lengo lako la kutembea na fedha wake, sio Dennis? Wanaume ni ngumu sana, wanaume ni ngumu mno. Kwa hiyo umeamua kunzilishia kwa utake rafiki wetu wenye bali, sio? Kwamba mtakapolala mimi na wewe lale hapo hapo. Mtakapokuwa nakula mimi na wewe ule hapo hapo, sio? Eh, njoo kwa dada yako. Usichelewe.